Serikali inatambua umuhimu wa vyama vya wafanyakazi katika nchi yetu, na kwa kuwa vyama vya wafanyakazi vina majukumu ya kuhakikisha kuwa haki za wafanyakazi zinaheshimiwa na mazingira bora yanajengwa kwa ustawi wa wafanyakazi na maendeleo ya taifa kwa jumla, sisi kama serikali tunaahidi kuendelea kuwaunga mkono, kushikamana nanyi, lakini pili kuhakikisha ukuzi na mkubwa sana wa shirika letu au taasisi yetu ya RAWUTA. Vyama vya wafanyakazi vimekuwa ni nguzo muhimu katika kujenga mahusiano yenye tija ya mahala pa kazi nataka nieleze furaha yangu sana kwa jinsi ambavyo nyinyi mmetambua uwepo wa makundi maalum katika eneo hili. Kwa hakika chama cha RAWUTA kimeanza vizuri kwa kuwatambua watu wenye watu wenye mahitaji maalum. Mnakwenda kuwa mfano wa chama cha kipekee ambacho pamoja na kutambua makundi yote yaliyopo katika jamii yetu, lakini kundi hili lina uhitaji maalum, ni kundi ambalo katika maeneo mengi sana limesahaulika. Nyinyi mmewatambua na kuwatengenezea kiti maalum ndani ya uongozi wa taasisi yenu. Mimi binafsi nikiwa waziri ninayesimamia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, nataka kutumia nafasi hii kukushukuruni sana. mmefanya <todilabu> jambo la maana sana, na kwa hakika mnakwenda kuwa sehemu ya historia kubwa ya uongozi wa nchi hii. Chama cha wafanyakazi wa reli na shughuli zinazohusiana na reli, yaani RAWUTA, kama chama cha wafanyakazi kina wajibu mkubwa wa kulinda haki na maslahi ya wafanyakazi. Serikali pia inayo dhamira ya dhati ya kuimarisha mfumo wa kitaasisi unaoshughulikia migogoro baina ya waajiri na wafanyakazi kwa ajili ya kuweka misingi bora majadiliano kuhusu masuala ya kimaendeleo. Serikali imekamilisha mwongozo wa majadiliano na mashauriano kati ya serikali vyama vya wafanyakazi na vyama vya waajiri. Nimesaini kuwa sheria mwongozo huo wa majadiliano na mashauriano kati ya serikali vyama vya wafanyakazi na vyama vya waajiri. Lengo kuu la mwongozo huu ni kuongeza ufanisi na tija kazini na kupunguza migogoro kati ya vyama vya wafanyakazi na waajiri. Wizara yetu itaendelea kutoa ushirikiano mkubwa kwako Mheshimiwa mwenyekiti wa RAWUTA, lakini pia management ya TRC kuhakikisha kuwa kilele cha mafanikio mnakifikia na nia zenu za dhati za kuhakikisha kuwa shirika letu na taasisi hii zinafikiwa.